Tarehe 26 ya mwezi wa nne mwaka 1964 wazee wetu wakiongozwa na mwalimu Julius Kambarage Nyerere kutoka Tanzani, Tanganyika na kwa kule Zanzibar tukiongozwa na Sheikh Abedi Amani Karume waliamua kuchanganya udongo, lakini udongo ule uliochanganywa ilikuwa ni ishara ya Tanganyika na Zanzibar kuungana na kuzaliwa nchi iliyoitwa Tanzania. Sasa lile jambo halikuishia pale. Wao walichanganya mchanga, na sisi vizazi tuliofuata baadaye tukaamua kuchanganya na damu na kuanzisha familia. Hivyo ni kuombeni sana Watanzania wenzangu, kwa pamoja tuendelee kuulinda muungano wetu. Na endapo akitokea mtu yoyote yule, ikiwa kwa kutumwa, ikiwa kwa kukusudia, ikiwa kwa bahati mbaya, atakapotaka kuuchezea muungano wetu, huyo awe adui yetu sote kama Watanzania. Na mimi siku zote huwa nawakumbusha vijana, dhamira na malengo ya muungano huu ni kuhakikisha ulinzi na usalama na udugu baina yetu kama watanzania wenye historia inayofanana.